Jina naitwa Queen Nyange ni mwakilishi vijana wa wilaya ya Kongwa. Tumekuja hapa kama chama cha walimu CWT, lengo kwanza, tumekuja kwenye hifadhi hii ya misitu ya Ukaguru kujionea mandhari ya huku. Tunashukuru tumepokelewa vizuri, tumeenjoy, tumekutana na vivutio mbalimbali ikiwemo Waterfalls ya Msalu Mpufumo tumetembea maeneo mbalimbali, tumekula matunda mbalimbali, tunashukuru kwa upekezi wao, lakini pia tunawahamasisha watu wengine, mkaribie kwenye hifadhi hii kwa sababu ina vivutio vingi vinavutia. Kuna ndege mbalimbali tumewaona, tumeona vitu vingi, tume swimming, tumefanya hiking, tumefanya vitu vingi ambavyo kiukweli vinafurahisha na vinaburudisha. Cha kwanza kabisa tumeongeza maarifa mengi ambayo wengine labda walikuwa nayo lakini tunaongezea, na vingine tunaporudi madarasani, kuna vitu ambavyo tutaenda kuongeza. Tunapoweza kumwelekeza mwanafunzi kuhusu misitu, basi kuna vitu vingine tutaongezea, kwa sababu tumefundishwa vitu vingine ambavyo tulikuwa hatuvifahamu. Tumeona miti mbalimbali ambayo tulikuwa hatuifahamu, waterfalls hizi, pia tunaenda kuelezea wanafunzi kwa vitu ambavyo, sasa tunatoka kwenye nadharia, tunaingia kwenye uhalisia ambao tayari tulikuwa tumeuona. Kwao naamini kwa, kwa namna moja ama nyingine haya ni matangazo kwenye mitandao ya kijamii, ndio ikatufanya leo hii na sisi tukasema twende tukajifunze na sisi. Licha ya kujifunza, pia tuenjoy kama walimu, tuweze tumemaliza mitihani ya darasa la saba, tumetoili mwaka mzima, tukaona kuna namna moja au nyingine ambayo tunaweza tukaja tukapunguza yale maumivu ambayo tulikuja kuanza nayo kuanzia Januari mpaka wakati huu. Kwa majina, ninaitwa mwalimu Bakari Robert Malwa, nimetokea wilaya ya Kongwa ya tumefika katika misitu ya Ukaguruni. Ni msitu mzuri unavutia, una kila aina ya miti kwa ujumla. Nimefurahi sana kwa vitu nilivyoviona na nilivyovikuta, mfano maporomoko ya maji kama tunavyoyaona yako nyuma hapo. Kingine tumeona misitu mbalimbali mbali. Pia nimefurahi kuona baadhi ya wadudu wanyama. Nawakaribisha au natoa wito kwa Watanzania wote tuje kutembelea katika hifadhi, kuweza kuiwezesha nchi yetu kupata kipato kulingana na utalii wa ndani. Na naitwa Salome Nazareti Mwambeleko, ni mwalimu kutoka shule ya msingi ya Matongolo, wilaya ya Kongwa. Tumefika huku katika misitu ya Ukaguru kwa kweli ni mizuri na tumefurahia sana. Ah, kuna umuhimu mkubwa sana wa kufanya utalii. Leo hii nimeona na nimeshuhudia, leo nimejifunza mambo mbali mbali na mengi mno. Tumefahamiana na watu mbalimbali, tumeona vitu mbalimbali ikiwemo misitu, wanyama, lakini pia kikubwa nimefurahishwa na jamii ambayo inapatikana huku. Kwa kweli inatia furaha, inaonyesha kwamba Tanzania ni kubwa na ina faida na utajiri wa vitu vingi sana. Asante. Pia nimepata vitu vingi vya kwenda kuwashirikisha wanafunzi wangu, kuhusiana na msitu huu hapa na hapa, tuko eneo la waterfall. Kwa kweli panapendeza, panafurahisha sana na pana faida nyingi, kwa sababu watu tumeogelea, tumepata vitu ambavyo vingine hatukuwahi kuvipata. Binafsi nimefurahi sana kufika hapa, nimejifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivifahamu, na natoa wito kwa watu mbalimbali wa Tanzania, hasa wa Tanzania wanafunzi wanachuo ambao unajifunza mambo mbalimbali mbali. Huku kuna aina mbalimbali za misitu kuna aina mbalimbali za miti kuna maporomoko ya maji kama hapa tulipo ni Msalu Waterfall, lakini pia kuna Mafufumo Waterfall. Ni sehemu ambayo ni nzuri kwa kujifunza kwa mwanafunzi kwa Mtanzania yeyote yule. Haya mambo, huu misitu sio kwa wageni tu, na sisi Watanzania pia. Kwa hiyo natoa wito wangu kwa Watanzania wote wale ambao sio wanafunzi na wanafunzi wote kwa ujumla wafike hapa uka, misitu ya Ukaguru kwa ajili ya kujifunza aina mbalimbali za miti. Naitwa Sibita Edward Soinda, ni mjumbe kitengo ke wilaya ya Kongwa. Kwa kweli nimefurahi sana siku ya leo kutembelea misitu ya Ukaguru, nimefurahishwa sana maana nimeona vitu vingi vigeni ambavyo nilikuwa sivijui. Kwa mfano, kuna matunda nimekula mazuri sana, naitwa stroberi, nimefurahia. Lakini pia nimetembea, hali ya hewa ya hapa ni nzuri sana nimeipenda, kuna namna imetulia yaani sio baridi sana wala sio joto sana, iko standard ni nzuri sana lakini, kama mnavyoona, waterfalls tumepita, nimejifunza na nimefurahi pia. Na ni wito wangu kwa Watanzania wenzangu, kwamba jamani, tutembelee misitu yetu, tufanye utalii wa ndani, kwa sababu kwa kufanya hivyo utajifunza vitu vingi pia kuliko kuangalia tu kwenye TV majina. Naitwa Wilfred Pima, ni mhifadhi mwandamizi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, TFS katika shamba la miti Ukaguru. Shamba la miti Ukaguru linapatikana umbali wa kilomita 42 kutoka barabara kuu ya Dodoma kwenda Morogoro na kilomita 52 kutoka njia panda Mvumi. Ah, shamba hili lina ukubwa wa hekta 12230 12, ikijumuisha misitu mitatu ambapo msitu mmoja ni msitu wa kupandwa na misitu miwili ni misitu ya hifadhi. Uh, siku ya leo tumepata wageni kwa maana watalii wa ndani kutoka Chama cha Walimu Tanzania CWT katika mkoa wa Dodoma kwenye wilaya za uh, Kongwa pamoja na Kondoa wapatao 78. Ah uh, watalii hawa ni sehemu ya wageni ambao wanatembelea vivutio ambavyo vinapatikana katika hifadhi za misitu ya asili pamoja na shamba la kupandwa ambapo kuna mambo mengi ambayo yanapatikana ikiwemo wanyama na ndege ambao ni adimu kupatikana nchini, kama vile kuna ndege wapatao 120 ambao ni adimu, kati yao ndege ambao ni hawapatikani maeneo mengine tena, ni pamoja na ndege mmoja ambaye inaitwa Rubeo Akarati pamoja na Rubeo Wabla. Lakini pia pamoja na ndege hao, kuna mimea mbalimbali mbali kama vile okotea sambarasisi na mingine ambayo ni adimu. Uh, shughuli ambazo zinafanyika katika hifadhi hii ni pamoja na utalii wa kutembea msituni, lakini utalii wa ndege na kutembelea maporomoko ya maji ya Mafufumo pamoja na Msalu. Lakini pia kuna utalii wa, wa kuangalia maeneo kwa maana ya viewpoint. Kuna maeneo ambayo ukisimama unaona maeneo mbalimbali ya wilaya Gairo pamoja na wilaya ya Mpwapwa na Kongwa. Pia kuna utalii kuna utalii wa mimea kama vile maua na mambo mengine mengi. Wanyama ambao pia wanapatikana katika eneo hili ni pamoja na churamiti maridadi ambapo wageni wengi hufika kwa ajili ya kujifunza kwa maana ya aina ya wanyama ambao wanapatikana katika eneo hili pamoja na mimea. Kwa hiyo katika siku ya leo tumepokea walimu hawa kutoka katika wilaya hizi mbili kwa lengo la kujifunza na tunafahamu kwamba walimu wanafundisha watoto wetu kwa mashuleni. Kwa hiyo kwa kutembelea hifadhi hii, watapata picha nzuri ya kwenda kwa kufundisha wanafunzi wetu kwa mashuleni ili waweze kujua uh, umuhimu wa mazingira pamoja na utunzaji wake, sambamba na watalii wa ndani ambao tumewapata pia. Tumekuwa tukipokea wageni wengi kutoka nje ya nchi ambao mara nyingi wamekuja kufanya tafiti za ndege ambao wanapatikana katika eneo hili. Kama nilivyosema, kuna ndege zaidi ya aina 120 ambao wanapatikana katika eneo hili lakini katika kufanya hivi ni katika kuwe, ku, ku, ku, ku, kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye alianzisha a, swala hili ya kufungua mlango wa utalii, ambapo kupitia filamu ile ya Royal, Royal Tour, basi na sisi wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kupitia kwa kamishna mhifadhi Profesa Dos Santos Silayo alipokea kwa mikono miwili jambo hili na kuliingiza katika wakala ili kusudi tuwe na wigo mpana wa kupokea wageni. Tumezoea katika mazingira ya kawaida kwamba wageni tumekuwa tukiwapokea kwa ajili ya kwenda mbugani kuangalia mbuga za wanyama, lakini sisi kama wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, sisi tumekuja na mpango mwingine, kwa maana utalii ekolojia wa misitu kwa maana sio tu kwamba watu wanakwenda kwenye mbuga za majani, lakini mbuga za, za, za, za wanyama, lakini watu wanakuja katika hifadhi zetu, wanatembelea na, na kuangalia mandhari nzuri ya misitu aa, pamoja na mambo mengine ambayo yanapatikana huko, kwa kuna kwa wanakuwa wanabadilisha, kwa maana mazingira mbalimbali, kwa ajili ya kupata ladha halisi ya, ya mali asili zetu ambazo ziko Tanzania. Kwa hiyo nitoe rai kwa walimu ambao wamekuja leo kutembelea katika hifadhi zetu hii hapa kwa maana shamba la miti Ukaguru ah, wawe mabalozi wazuri kwa watu wengine ili waweze kuja kutembelea eneo hili kwa ajili ya kujifunza na kujionea vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikanika katika hifadhi zetu za misitu hapa nchini Tanzania.